Unamwona mchina anavyofanya, tunaweza kuanza makampuni ambayo yanatoka jeshi la wananchi. Kwa mfano, nikupe mfano, tukawa na makampuni ya ujenzi. Kampuni ya ujenzi inatoka jeshi la wananchi, wanakuwa wanapewa tenda ya kujenga barabara. Kwa hiyo hela inalipwa ndani ya nchi na inazunguka mle kwa wanajeshi, mle wanajeshi wanapata maokoto, wataipenda nchi yao na watafanya kazi tunakuwa na kampuni kwa mfano la umeme wanapewa polisi, polisi wanakuwa na kampuni yao mle ndani. Polisi wana profession, polisi wana makampuni yao, inatoka tenda au kazi wanapewa kampuni ya jeshi la polisi, wanafanya jeshi la polisi. Watapata pesa ambazo zile zile tungemlipa Mchina, jeshi la polisi watapata pesa kwa sababu wana makampuni yao. Hivyo hivyo idara ya usalama, hivyo hivyo magereza. Kulikoni sasa hivi barabara zijengwe na Mchina, umeme, si afunge mchina, mabwawa afunge mchina. Tungekuwa tumeamua kwamba ili tuboreshe masilahi ya ya vijana wa idara ya usalama wa taifa tuwe na kitaasisi fulani, e, kampuni ambayo kazi inapotoka wanapewa, tutajikuta pesa ya nchi inazunguka mle ndani, na vyombo vya nchi vina pesa, sio vyombo vyenye njaa. Mtu mwenye njaa hawezi kukulindia chochote. Kwa hiyo cha kwanza ni hicho, kwamba wakuu wa vyombo wateuliwe na Mheshimiwa Rais, lakini wakitaka kuondolewa, angalau sababu za kuondolewa zipelekwe kwenye idara, kwenye, kwenye kamati ya ya ya ulinzi na usalama na mambo ya nchi za nje ya Bunge, ili tuone huyu mtu anaondolewa kwa sababu hakulinda masilahi ya nchi au nini. Cha pili, masilahi ya vijana wetu hawa wa idara ya usalama wa taifa walipwe vizuri. Najua wanalipwa vizuri, lakini vizuri vizuri zaidi. Vijana wetu wa polisi wanalipwa vizuri, lakini vizuri zaidi Magereza wanalipa vizuri, lakini vizuri zaidi. Jeshi la wananchi wanalipa vizuri, lakini vizuri zaidi. Hii itatusaidia sana kustabilize nchi yetu na kwenda mahala pazuri.